lakini neno lake limekuwa sigeni sana katika masikio yetu. Historia yake inarudi nyuma karibu miaka sitini na moja iliyopita, pale ambapo waasisi wa mataifa mawili walipoamua kuchukua udongo kutoka mataifa haya na wakauchanganya, ili kutengeneza taifa la muungano. Ndiyo, ni tarehe 26, ambapo kila mwaka Tanzania huadhimisha sikukuu ya miaka kadhaa ya kusherekea muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar. Historia hii imekuwa ikigubikwa mara kadhaa na vitu vya aina tofauti. Historia tofauti, maono tofauti, mitazamo, lakini pia hata hoja mseto ambazo mara nyingine huenda zikawa zinakuachwa na maswali. Dosti Media katika kuadhimisha sikukuu hii adhimu ya, ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, ambapo tunazungumzia kutokea na kuzaliwa kwa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumekuja kuzungumza na mmoja kati ya watu muhimu sana, naweza nikasema ni muhimu kwa namna yangu, lakini huyu ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa ya dunia, lakini pia ni mfuatiliaji wa mambo bila kusahau mfuatiliaji wa siasa za kitaifa pamoja na kimataifa kwa maana ya siasa za ndani na za nje. Ni nani huyu? Ni mzee Mula Hassan, ambapo jina lake limezaliwa kutokana na yule Mula wa Afghanistan, lakini mawasilia wake hutamkwa kama Hassan Muhammad Hassan, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Tutakwenda kuzungumza naye, kujadili na kuzungumza juu ya mafanikio, changamoto, historia, mustakabali, lakini pia ni kwa vipi kama kizazi cha sasa tunaweza kuutazama gano kuenzi au kutafuta njia nyingine. inaitwa Nyamgumo Mahmud, nyuma ya kamera yuko as films. Hii ni Dost Media tukizungumzia muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Tunazungumza nini kabla hapo? Kwanza, mm. ya hapo kwanza, awali ya yote mm. tuone muungano ulianza vipi? mm. mm. mwaka sabini na sita nilisoma kama sio mm. mm. mm. kwamba Wamarekani waliona Zanzibar huko nyuma Yeah. Itakwenda kuingia katika mikono ya komunisti na walifanya juhudi waiunganishe na Kenya, mazingira hayakukubali, lakini wakataka kuiunganisha na Mauritius wakaja kuona kwamba ni mbali, kwa hivyo ndipo walipojea na mwelekeo wa kuunganisha Zanzibar na Tanganyika kwa mujibu wa hayo magazeti niliyasoma mwaka sabini na sita. Sasa historia hii The Times na Newsweek inakwenda tofauti na wanahistoria. Wa muungano wengine wanairudisha kwa Nyerere na Karume, lakini si wao wawili tu na waliokuwa nyuma yao. Ukitaka historia kamili, kwa nini utakufanyika muungano, kwa kweli kila mtu ukimsoma ukimsikiliza, ana maelezo yake tofauti. Sasa ili kukisaidia kizazi hichi cha makamu wenu, hawahitaji tena kurudishwa katika chanzo cha muungano, lakini kinachotakiwa ni kuwafundisha kwamba Zanzibar na Tanganyika watu wake ni wale wale vale. Watu waliokwenda kuijaza Zanzibar asilimia sabini wanatoka Tanganyika na asilimia thelathini iliyobika iliyobakia labda watatoka India, labda watatoka mashariki ya kati, labda watatoka Irani au Kenya au Uganda au Msumbiji. Kwa hivyo kinachotakikana kwa sasa ni wao kuwafundisha namna gani kwamba wamekusha rudisha udugu uliokatika miaka mingi, uliokatishwa na wakoloni mbalimbali, Wareno au watu wa mashariki ya mbali, mashariki ya kati, na wakaonekana kama ni watu tofauti, lakini kimsingi watu ni wale wale. Labda mtu atauliza, mbona wanasema hawana makabila sasa Itakuwa si kweli, isipokuwa labda mtu atakuwa haelewi tu. Mimi nilipokuwa katika kituo cha kazi sabini na sita nilipelekwa Kigoma, lakini alitoka mtu Zanzibar. Baadaye nikatafutwa pale, kuna mtu anakuhitaji mtu kama wewe. Nikakutwanisha naye nikafahamiana, akaniambia mimi ni mzanzibari lakini mababu zetu walitoka Burundi. Sasa nataka unisaidie namna ya kwenda huko ili nikapajua nikotoka. Sasa hiyo ni familia yenye kujielewa, lakini zile familia zisizojielewa ndio nye anakwambia sisi hatuna kabila, itakuwa si kweli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ametumba mataifa mbalimbali makabila mbalimbali tofautiana. Sasa, ingawa ukabila hauna maana sana, lakini ni sehemu ya historia na ni sehemu Mwenyezi Mungu ameiweka tutambuane. kama kukataa kabila itakuwa ni msingi wa mshikamano, inakataliwa kinadharia tu lakini kihakika kabila zipo. Sasa kitu gani kifanyike? Maanake hii hii falsafa hatuna kabila imetengenezwa makusudi, ni kuendelea kuwatenganisha watu walioko huku Tanganyika na wale wa Zanzibar, ionekane ni watu mbali. sa hili ni kosa, linatakiwa lifanyiwe marekebisho, na watu wa kurekebisha mm, ni watu wa elimu, sawa, wanahistoria wa elimu hapo hapo, mwaka 76 ulisoma hayo magazeti na yalikuwa yakieleza hivyo, lakini pia umezungumzia, lazima tujue kwamba iye kauli ya kwamba hatuna makabila tuitoe, tuiweke kando na tushike kwamba matokeo ya watu waliokuwepo hapa ni kutokana na ule mwingiliano au ile move ile Kuhama, kutoka kwa watu waliotoka sehemu za kusini na maeneo mengine ya Tanganyika ya Tanganyika, kuingia wakaijaza ya Zanzibar. Turudi, unakumbuka nini katika miaka hii ya, ya mwanzo kwa sababu sabini na sita ni miaka kumi na mbili baada ya muungano, siku hizi za mwanzo za muungano maisha yalikuwa vipi katika Tanganyika na Zanzibar? Maisha yalikuwa mazuri kwa sababu chakula kilikuwa kipo kingi. Na huu ndio msingi wa maisha mazuri Yo msingi unaweza kuimarisha amani, msingi unaweza kuimarisha elimu na afya hmm, na mafanikio mengine yote. Lakini sasa, Zanzibar wakati huo ilikuwa na watu laki tatu na nusu wakati huo wa muungano. Kwa hivyo ukilinganisha maisha ya wakati huo wa laki tatu na nusu yalikuwa mazuri, nakumbuka Kabla Karume, huyu shehe Abedi, hajauawa alikuja pale Lumumba wakati hu vyama vijaungana, tukaitwa pale watu vijana vijana, wakasema, nyinyi vijana, nakuiteni Zanzibar, mchele unaharibika kwenye kwenye mabwawa, mchele panini, mpunga. Kwa hivyo njooni, muje kuvuna. Nasikia kwa jicho langu kwa, kwa masikio yangu, na nanamwona kwa macho pale Lumumba unaona namna gani chakula kilikuwa kingi na ya maisha yalikuwa mazuri Zanzibar, lakini leo tuna laki milioni moja na nusu Zanzibar, na kilimo kimepungua, ufisadi umeongezeka. Sasa mambo haya mawili kuongezeka watu na ufisadi, maisha kwa namna yote yana dhiki kubwa. Ukitokea hapo sitini na nne mpaka sabini kuja huku, maisha yamezidi kuwa mabaya, lakini sasa kuna mabadiliko yamefanyika Tanganyika na Zanzibar, elimu imepanda, wakulima wamepewa elimu ya kilimo, pamoja na mabadiliko ya tabia nchi, lakini bado tunaweza kuzalisha chakula cha kututosha, na hichi ndicho kinachofanya amani. Chakula ni sehemu muhimu sana kujenga amani katika nchi yote ile. Mwanasiasa akifuata katiba Hakutokuwa na ugujifu wa amani, amani itaendelea, uzalishaji utaendelea na maisha yatakuwa mazuri. Sasa tusifike huko lakini wawajibishwe kwa kutunga sheria. Sisi hatuna shida na wewe, seji atatuambia umekula shilingi ngapi. Sasa ikitungwa sheria, wewe mwizi na mkeo, nyote mtafungwa maisha na mali zenu zitafilisiwa. Ni sheria hiyo, imepitishwa na bunge. Sidhani kama mtu ana akili timamu atahatarisha familia yake, lakini ufisadi huu unaendelea kwa sababu hakuna sheria madhubuti. Na sasa kwa wakati tulionao hmm, ni wakati wa kusimamia mapato ya serikali, lakini pia serikali na wafanyabiashara wawe na muamala mzuri. Watu wengi hawalipi kodi kuliko wale wenye kulipa kodi, ni kwamba hawa wamekataa fursa ya ajira, maanake nusu yao watafanya kazi katika hizo shule, watakuwa na mwendelezo wa kujenga hizo shule, wanaisaidia serikali, lakini wanasaidia familia yao, wanasaidia uchumi wa nchi na kila sekta. Huu uchumi wa bluu haukuanza leo, sipokuwa akapatikana mtu wa kuchechemua, ulikuwepo tangu zamani. Mm-hmm. Leo watu wa marine science wanashindwa kujiunga Wazanzibar, na, na, na, na Tanganyika wakawa na kampuni kubwa za uvuvi ambazo watauza nje. Japani inatafuta sana samaki, soko kubwa, lakini mtu mwenye ngalawa yake moja atauza Japani? Kwa hiyo imefanya labda kazi ya watu layman wale, kumbe ni kazi ya blue economy ambayo itanyanyiwa nchi na watu kwa hiyo maendeleo yanatakiwa yasimamiwe, lakini watu wametosheka kukaa katika madeski yao ya ofisini mm. Wana chati tukutane saa fulani, wanapanga mpango wa kuiba. Na hapa labda ni niombe serikali, wezi ni wengi sana. Kwa mfano, nilidukua maongezi sehemu fulani, huu mpango wa kwenda kutibiwa India. mm. Wapo wagonjwa wa kweli wanakwenda kutibiwa lakini pia kuna mpango wa kuiba pesa za serikali za kigeni. Wakifika kule, wanagawa wana, wana kati kwa kati, halafu mtu anatokomea. Sasa sijui kama serikali inajua au vipi, lakini katika kila hali taifa hili linaangushwa na wananchi wenyewe. Sawa, taifa hili linaangushwa na wananchi wenyewe. Sawa, turudi sasa katika hiki ambacho tumekizungumza. Umezungumza vitu vingi. Umezungumza namna ambavyo sisi kama wananchi tunavyoweza kuutumia huu muungano kuweza kufungua fursa mbalimbali mbali. Kipindi ambacho tunazungumzia miaka ya mwanzoni kabisa ya muungano Tanganyika na Zanzibar, ambao sasa ambao ilikuwa ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, shughuli kuu za kiuchumi zilikuwa vipi? Zilikuwa zinafanya vipi na serikali ilikuwa ikiratibu vipi shughuli hizo? Wakati ule tulikuwa katika siasa yetu ya bana kujitegemea. Hmm. Sio siasa mbaya waliokabidhiwa kuisimamia ndio wabaya, waliua viwanda vingi. Kulikuwa na kampuni ya kusafirisha mazao nje, wanaita wenyewe sijui ndo undugu ndo, ndo organization. Aliwekwa mtu mmoja akaua hiyo kampuni ya kusafirisha mazao nje. Maana yake soko lile lingekomaa, lingeunganisha na mazao mengine yote hmm. na tungefundishwa ubora wa mazao na wale wenye kuchukua, tunataka hivi toka hivi, lakini kila kilichowekwa kiliuawa kwa faida ya kifamilia. Ikaonekana kwamba ujamaa ni mbaya. Ujamaa tafsiri imechukuliwa vibaya na watu wengi, labda ujamaa k-kudhulumu watu, na inawezekana ikaonekana ni kweli, kwa sababu wako watu waliokabidhiwa kusimamia huu ujamaa walifanya dhuluma kwa watu. Sasa hii ilisababisha watu waingiwe nyongo na ujamaa, lakini makusudio yake ilikuwa ni kujenga uchumi wa taifa husika kwa kujitegemea lenyewe. Angalia mkonge uliingia kiwiziwizi kutoka Mexico mbegu chache kabisa, na hii ndio ilikuwa nguzo katika uchumi wa Tanganyika mm -hmm, na mazao mengine madogo madogo, lakini ukafanyika ufisadi baada ya kutaifisha mashamba yale ukafa kabisa. Miaka 61 ambayo imeshuhudia vitu vingi sana na kumekuwa kuna mambo mengi kama ulivyoyazungumza, tukianza kupima e, katika mzani mafanikio ya miaka 61 ya muungano, kijana ambaye leo hii a, ndio anaibuka ndio anaitazama ana, ana, ana historia hii, tunaweza tukamweleza nini kwamba muungano huu ambao watu wanaosema, kadha kadha kadha, mafanikio yake makubwa ni haya na ni lazima tuuenzi huu muungano au la, kama hatuutaki basi tutafute njia nyingine ila, mafanikio yake lazima tuyaweke bayana. Kwanza tuanze na vijana wa Zanzibar mm. Yani kiuchumi bado iko chini, na ndio maana Rais Mwinyi mheshimiwa huyu kwa sasa mm. anafungua njia za kiuchumi za kibiashara za kielimu za kiafya mm. hawezi kufanya kama China. Mtazaa sasa mtu mmoja mmoja huyu anataka tuta kumi ataka ishirini. Baada ya muda tena utasikia milioni mitatu mm. ardhi yake ni ndogo. Sasa kwa vijana wa Zanzibar ambao wanasoma biashara, wanasoma kilimo, mambo ya marine service, marine biology, kitu gani wanasoma? Kila kitu itafika wakati wataona faida ya muungano. Huku ndiko kwenye fursa nyingi za kufanya kazi za kufanya biashara. Wale wana biashara biashara Zanzibar, wote ni wale wale kushahiduka na mitaji ama ya ndani, ama kutoka kwa jamaa zao nje, lakini hawa wadogo wadogo, muungano huu unawasaidia. Sisi tunaotembea katika mikoa unawakuta, wala hataki kurudi, ana nyumba zake kule kumi, naye kageuka mfugaji ana biashara sasa, anamiliki gari tu za kutumia mwenyewe, labda ukijumlisha milioni mia tano, si faida hiyo so that... Lakini mtu ana biashara restaurant hapa, pana watu wengi, anakaa mazese hapo, watu kama utitili, anakuja kufanya biashara okay. Lakini ana kilimo cha bustani, ni pesa ya kila siku. Sasa bei ya fungu la mchicha Zanzibar ni sawa sawa na hapa tofauti. Kwa hiyo fursa za kibiashara za kielimu za kazi zote, pamoja na maendeleo, zinatokana na muungano kwa watu wa pande zote mbili. Uchumi utainuka vipi? watu wa TRA wakiwa madhubuti, wakapanua waka, wigo wa walipa kodi, shimo la kutafuna kodi likazibwa, serikali ikawa madhubuti, bunge likawa madhubuti kwa, kwa hawa watu wenye kutoboa matobo kuchukua pesa za kodi mm. Maanake taifa tutaanza kunyanyuka, utegemezi utaanza kupungua kidogo kidogo. Lakini hapo kwa hapo kuna sido hii mm. SIDO ndio ile ilinyanyua yeah. China, shirika wa viwanda vidogo vidogo eh, na, na, na umeona sasa hata watu wa vyeo vikubwa wanapelekwa huko mm. maana yake ni nini tukipata wataalamu wa kiufundi wengi halafu wakawa, watu wakawa mebolize kwamba nyinyi si mko mia moja mmesomea hiki sio? mm. Tunatoa mtaji huu, kiwanda chen kinaanzishwa, zile mali zinazotoka nje za kufanana na kiwanda hiki tunataka zipatikane mm. Tunaboresha ubora mm. Sasa namna ya kudhibiti watajua wenyewe serikali, kama to, kosi, kodi kubwa au watapewa idadi ya kuingiza Hawa tukiwawezesha bidhaa zao zikauzwa kwa watu milioni 60 maana yake uchumi wao binafsi utapanda. Kodi yao tukayowatoza itainua kipato cha serikali, serikali itaweza kuendelea kuwaajiri watu na kuwafungulia fursa nyingine. Unaposikia mtakupeni kazi kwa rais kama huyu Samia Suluhu Hassan, maana yake anafungua fursa. Mfano wake ndio nimekwambia. hmm. Nyinyi ni mainjinia tunakupeni refresh kozi nje mujenge mm. daraja kama hizi wanazojenga wa China au Waturuki au wa, Wataliani mkishaweza, hatuna haja tena, maanake kutoa tenda tutafute sijui wa China Wataliani wa Japani. Aa. tutawalipa nyinyi hizo bilioni hamsini na nyinyi mtalipa kodi, bado mtaajiri watu na nchi itaendelea itakuwa haitoi itakuwa inajumlisha Hmm. Lakini watu wako wkao sawa miaka tu, tu, tu, tuje sasa, katika unakumbuka kitu gani ambacho ukielezea kuhusiana na muungano huu Watanganyika na Zanzibar, unaweza ukasema kwamba ni moja ya changamoto ambayo muungano huu ilipitia, ama msukusuku ambayo muungano huu msukusuko uliopitia kutokana na muungano? Ni wanasiasa. Nilikwambia watu wanatamani sana kukai vitu vya urahisi. Wanasiasa hmm. ndio walioharibu mpango huu kwamba watu wachukiane kimuungano. Kwa hivyo hawa wanasiasa hawa ndio walikuwa wanaharibu mustakabali wa kujenga muungano thabiti. Labda nikukwambie kitu kimoja, siku zile Raza yuko hai, ukimuuliza we kabila gani, angesema mi Panjabi, si ni kabila yake najua. Lakini kulifika wakati kule kuna watu kwa, kwa malengo we, we ya kisiasa wanampembejea andikisha Mwarabu ili wakati wa kupiga wa kura washinde. hmm kuongeza watu yeah. Na wewe kwa sababu ya nini? Chakula ndio yeah. Maana nikwambia chakula kikiwepo, amani itakuwepo. Sasa muungano huu kwanza ni muungano wa kidamu, hata wakikataa, ndivyo mm, hmm, ilivyo. Watu walivuka kutoka Tanganyika ambayo hata hiyo Tanganyika yenyewe haikuwepo, mm. Nchi zilikuwa ndogo ndogo duniani kote. Hawa wajinga wazungu walikuwa mwisho kielimu, yeah. Wakati Afrika wana mfumo wa kiutawala, lakini wakati wa mwezi ukipata walikuwa wanachimba mahandaki wanasema utatuangukia. mm. na kuambia vitu viko ndani ya kitabu so, na maprofesa wa, wa siasa wanivyo wapotosha watu sema Waafrika Waafrika marake sio mtu mweusi hivyo, Sri Lanka wesi nasi simu kubwa. hebu Google Sri Lanka ni weusi kuliko sisi, tofauti yetu ni nywele. sasa na watu nasema Waafrika katika hayo yote sasa, ukipewa nafasi au labda sasa hivi tuambie kwamba mapendekezo gani ambayo utakayoyatoa katika ku, kuwenzi huu muungano kutokana na haya mambo yote ambayo tumeyaangalia mpaka hivi sasa, kwa maana ya mafanikio uliyoyataja na hizi changamoto ulizozitaja ambazo unasema kwamba um, siasa ndiyo inayopelekea changamoto kubwa ya muungano na matokeo yake chakula kikipungua tutaona waziwazi wazi. Kwa maana kwamba hata hao wanaosema kwamba muungano hauna umuhimu watathibitisha wao. Eh, mapendekezo gani ambayo unayaweka hapa? Kwanza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar wawe na maono ya mbali, zile kero. Wanasema bado kero tatu, bado kero nne, zile zote za kisiasa. Sikiliza, kuna Mruguru Morogoro hakujui yuko Zanzibar, kuna Makonde yuko Zanzibar, Mtwara wana Msumbiji hakujui, so, kuna mzigua yuko kule Makunduchi andeni hakujuli. Unafahamu bwana, siku moja tulikutana na mtu mmoja wa Makunduchi, tulikuwa Kenya mm. na yeye ana jina kama mie Hassan. Sasa nikamuuliza wewe bwana wa jina kule, mbona ninyi lahaja zenu nyingi? Ukikaa kitako na ukasakti, utaona ni maneno ya kizigua mnayosema katika mfumo mpya. Ni kweli babu zetu watitoka huko na sasa ni vitu vya wanasiasa kufuta kero zote, kuelewa sasa, watu ni wamoja, wamerudiana. Kuna sinema ilikuwa inaitwa second chance. Sasa ule muungano umekuwa second chance ya kuwarudisha watu pamoja. Unajua kila kisiwani ilikuwa dola ya peke yake, sio ndio? Inajitegemea mmoja dola kubwa mwanzoni kabisa hiyo, kila kisiwani mpaka pale ke, kedwa mchikavu ni bali si mbali, watu si ni wale wale wale. so, daktari, lakini waliokuja pale kuchukua kile kisiwa waliwatenganisha, mambo haya ya uchochozi uchochezi chochezi huu. Ile vita ya DRC Congo, wakati wale wajinga wazungu wanagawana eneo lile, hawa wanaitwa nya, Wanyamulenge mm, walikuwa hapo hapo, hapo walipo sasa, kwa kukata mpaka wakabakia hapo. Wakati vita imeanza, wanasiasa wanachochea yote Rwanda, Rwanda hivyo yule mkubwa wao wa sasa wa muungano yule ni mtusi. Sasa utusi maana yake nini? Kwanza ukichukua haki ya kihistoria wa bantu na ile jina wamepewa ni wazungu wao, si wa bantu. Wao ni same Negroes ambao Negroes walikuwa wa, wa, wa, wa, wa, na wake zao wanaitwa is Mwenyezi Mungu akawajalia kwanza lugha mpya ya kuita watu muntu, watu bantu, awantu. Hawa wazungu ndio wakawaita wabantu. Watu wa Tanzania jumla bara na visiwani wawe makini sana na wanasiasa ambao wana malengo ya kibinafsi. Sasa kila kitu kinatakiwa kipiganiwe na sisi wananchi, hata sisi ambao hata wewe Bibi Samia Suluhu Hassan mwenyewe hatujui, tukimuunga mkono kusimamia amani. Hawa wanasiasa uchwara hawa, kwa nini uchwara? Kwa sababu wana wanaota cheo, wanatumia muda mwingi kwa kuota cheo kikubwa mwingi kuliko hata maendeleo ya familia zao yuko tayari wa mkati mkono lakini kwa vyovyote apate cheo kikubwa cha nchi kipi ambacho tunatakiwa tukijue na tushikamane nacho na ni vipi sasa sisi kama vijana tunaweza tukawa ni mustakabali mzuri wa muungano ambao huu unaenda kutimiza miaka 61 sasa nyinyi vijana <coughs> baadaye mtakuwa wazee sasa mnatakiwa mchukua hadhari kubwa kutoka kwa wanasiasa na wanaharakati wa kisiasa. Kwanza mfahamu watu wa Zanzibar wanatokana na, na Tanganyika na Kenya na Msumbiji na mashariki ya kati na India na hii India tunazungumzia Daibul Bei, ambapo pale ndipo walikaa wa, Waarabu walika na Wahindi wenyewe na Wapesha Wafursi, na hawa ndio waliokuja huku wakaanza kuingia Zanzibar kabla ya wengine lakini hawakuwa na malengo ya kisiasa, wao biashara tu, kwa sababu pale ilikuwa ni senta ya kibiashara. Kabla ya mchanganyiko huo, haikuitwa lugha ya Kiswahili, ilikuwa ni lugha tu, haina jina wala maandishi. Kiswahili ilikuja vipu, hao watu waliotoka Daibuli walioana na watu waliowakuta vikawa vizazi yes. Mchanganyiko wakajenga umoja na waliishi vizuri lakini walipokuja watu wenye matamanio ya kisiasa ya kitawala hali ilibadilika, wakawatenganisha, ndipo alipoanza vurugu ya ubaguzi. Sasa anachokusudia wale Wazanzibari vijana na vijana wa huku Tanganyika, Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bara na Jamhuri ya Mapinduzi ya Zanzibar, wajue historia, wao ni watu wa damu moja, si kwamba wamezaliwa baba mmoja lakini ni watu wanaotokea Tanzania sasa, kwa sasa Tanzania bara, lakini Msumbiji, lakini Kenya, lakini DRC, Uganda, Somalia na hata jamaa, jama zangu Wakinubi wapo kule, Wakisumari walikuwepo na nawajua, ushakuka. Sasa wakijua kama wao ni watu wamoja wakatae njama za kisiasa na wao ndio watu wa, wa, wa kwanza kuwashukuma w wa, wanasiasa kwamba sisi tunataka mshikamano wa kweli, si mshikamano wenu wa kisiasa wakuhitilafiana kila saa. Asilimia 99 Zanzibar ni Waislamu, wanahasimiana kwa sababu ya siasa. maono gani juu ya muungano huu katika miaka sitini mingine inayokuja. Hivi sasa tuna miaka sitini na moja, elfu moja mia tisa sitini na nne, leo ni elfu mbili ishirini na tano, miaka sitini na moja. Muongo wa muungano ujao, miaka sitini ijayo unajengwa sasa. Hawa waliopo sasa ndo watajenga madhubuti wa muungano wa miaka sitini ijayo, wakichafua wa mustakabali wa muungano wa miaka sitini ijayo, hawa wa sasa, huo wa miaka sitini ijayo, anajua Mwenyezi Mungu tutakuwa hatupo mm. Lakini hawa wakiujenga sasa, ndio maana nikasema zile kero zote ni za kisiasa. Hawa watu ndio wale wale, hao kina Kombo wamejaa Pemba si, ni, ni Watanga. Kuna shida, kuna shida? Kuna shida gani? Kuna shida, kuna siku kwamba aa, wewe Kombo watanga? Aa, ni Kombo wa Zanzibar, hiyo ni historia tu. Sasa watu waungane hivyo. Sawa, mi nashukuru sana na tumefarijika sana kuzungumza naye, kwa maoni yako, kwa ulichotueleza na tunaamini kwamba inakuwa itakuwa ni elimu nzuri sana endapo jamii ikiiona, kwa sababu au ikiipata, kwa sababu imekuwa kuna vitu vingi sana vimetokea na vinaendelea kutokea kwa hiyo, hiki nadhani kitakuwa ni fursa nzuri sana ya sisi hapa kwenda ku kuhabarisha watu na kuwapa kile ambacho kinatakikana kuelewa.